Nimesema ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, na ndio sababu hiyo nimetengeneza serikali ya broad based, ya kuleta wakenya wote pamoja bila ya kujali misingi yao ya chama ama mahali wametoka ama kaunti zao ama dini. Sisi wote ni ndugu moja, kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu, jameni. Mimi nauliza nyinyi watu wa Emuru Wadigiri watu wa hapa waljobose. Munasema niunganishe Kenya ama mnataka tutengane? Tuunganishe ama tutenganishe? Mnasema tuunganishe Kenya? Ndio tupange mambo ya kilimo tuondoe njaa. Tupange masomo ya watoto wetu tuondoe ujinga. Tupange uchumi wa Kenya tuondoe maskini. Tujenge barabara. Tuunganishe stima. Tuwete title. Wangapi wanasema tuunganishe Kenya tufanye hiyo kazi pamoja? Bas, hiyo ndio kazi nyinyi mlinipatia na nafanya na bidii, si ndio? Naye ee, msikuwe na wasiwasi. Hawa wengine nitawakaranga hapa mbele, watashangaa. So acheni story me. <laughs>